Kumekuwa kuna sakata kubwa sana la wasanii wa muziki ambao wamekuwa kama design fan hivi, kama hawategewi sikio yani kama hawasikilizwi na baadhi ya superstars ambao wamekwisha kupita e, lakini pia au baadhi ya watu ambao pia wako katika sehemu fulani ambao pia wanaweza wakawasaidia kuweza kufikia sehemu fulani. Mmoja kati ya wasanii hao bwana ni Nuh Mziwanda, pia tumeona amepiga sana kelele kuomba collab na kina Diamond Platinum, kina Mario, kina Rivani wakionyesha kutokuonyesha respondent yoyote ile. Sasa msanii Fooby pia ame eza kuandika e, kutoka katika ukurasa wake wa X alikuwa ameandika hivi e: najua kuwa Basata ndio baba na mama wa sanaa nchini Tanzania, hivyo basi wasanii tunapopitia depression ama changamoto fulani ambayo inaenda kuharibu image walioitengeneza kwa jamii ni bora kuwaita mapema na kujua wanachopitia na kuwapa msaada huo. Ndio ujumbe ambao walikuwa wamekwisha kuandika kwenye ukurasa wake wa X, lakini pia aliuchukua ujumbe huo huo akaenda kwenye ukurasa wake wa Instagram akauposti tena, and then alipo uposti eh, chini akawa anasema kwamba mawazo yangu, mawazo yangu haya, au wewe una mawazo gani, akiuliza mashabiki au kwa wale wote ambao watakuwa wamekwisha kuiona eh, posti hiyo. Kwa mfano anachopitia Mavokali anachopitia ZeeCute, anachopitia NuhMziwanda. Unajua, mpaka mtu anatoka kusema, ina maana ni jambo linamsumbua kwa muda kidogo, so nadhani BASATA wajaribu kuingilia hili, kwa sababu wao ndio walezi wa wasanii wote. Ila pia sisi wasanii tujue kinachomtokea mtu au msanii mwenzako kinaweza kukutokea hata wewe pia, so tusichekane na kunyosheana vidole, ok. Eh, akasema kwamba niwatakia siku njema eh. Akaendelea kupromote ngoma yake ambayo amekwisha kuimba na Majakunta ambayo inapatikana katika unazo, kaifuatilia. So, na Fubi pia ameamua kuto kukaa kimya kutokana na hili sakata ambalo aa linakuwa linaendelea Nuh Mziwanda kwamba ameweza kuongea mambo makubwa so, wasanii waweze kuwasikia bana kile ambacho wanakuwa wanakifanya. Nuh Mziwanda amepiga sana kelele, alidiriki hadi kuonyesha chats ambazo alikuwa anawacheck wasanii wakubwa akiwemo Platinum, akiwemo Mario, akiwemo Rayvanny, Jay Melody, lakini wote hao walishindwa kurespond kwa chochote kile. Drop komenti yako, yapa maoni yako kuhusiana na sakata hili atakometisha kinomanoma chao chao